Mitaa hii mitaa ya mtoni mtongani, moja kati ya matukio ambayo binafsi sijawahi kuliona. Inasemekana kwamba mume amekataliwa kuoa kisa ni ufupi, kwa maana kwamba mwanaume ni ufupi. Tayari tumeshazungumza na mume mwenyewe, tumezungumza na baba wa mwanamke, kwa maana kwamba mkwewe na mume pia, tumezungumza na shehe e, ambaye ndiye aliyefungisha ndoa hiyo. Tukaenda mbali zaidi, tukazungumza na mke, kwa maana kwamba mwanamke ambaye anatarajia kuolewa. Kila mtu amezungumza ya kwake. Kama hujaona moja ni wao, tafadhali tembelea na kwa YouTube channel yetu. baada ya kwa kwa kwa. Kwa mm. mm. mm. ya ningetamani nifahamu siku yake muhimu. kelele nje huko ikanibidi nitoke kwenye kuangalia kufika na mkuta, baba ameleta taharuki. Ni kitu ambacho kimenishangaza sana, kimenishangaza na sijui kwa nini baba amefanya hivyo. Kwa a binafsi, umeshaolewa? Mimi nimeolewa, nimeolewa huu ni mwaka wa tatu, mahusiano ya kaa tajiakwa meefa mimi nimekuwa na fahamu ila kwa mara ya kwanza niseme tu kweli, hata mimi ni swala ambalo nilinishangaza. Ni baada ya mdogo wangu kuja kunionyesha, dada huyu ndio shemeji yako, niishangaa. Lakini siwezi kupingana na maamuzi ya mtu alafu, pia mapenzi hayaingiliwi siwezi jua, nikabidi nika moja na mdogo wangu naye, nikampokea shemeji na niliridhia Junaidi kumuoa mdogo wangu kwa mara ya kwanza kfea anakuonyesha kwamba huyu ndio shemeji, kunishangaa nini. Nini kilichonishangaza, mm. kimo cha yule shemeji afu nikimwangalia na mm. mdogo wangu mm. ah, yani niliona kama kuna tofauti, na nilimuuliza mwenyewe, akaniambia wana mapenzi ya kweli mm. wao, siwezi kuingilia, siwezi na mimi nikakubaliana naye, mm. nikamwambia kama ni mtu ambaye ana mapenzi ya kweli na wewe moja mm. tu mm. n alipokea wakati, wakati mnakuwa wewe na, na Kauthar kipindi hiko sasa, ulisha wahi kukaa na Kauthar kuzungumza usana na maisha ya ndoa, ulisha kukaa naye kwamba Kauthar akakuelekezea kwamba aina hey, gani mwanaume yeye amtaji? kwa hilo hmm. Tuka, yani kumshauri, tulikuwa namshauri kuhusu masuala ya ndoa kwa sababu mimi ndoa tayari nishaingia hmm. na yeye pia alikuwa anatamani kuingia kwenye ndoa hmm. eh. Abu mm. baba, mm. baba amepingana na maamuzi ya Mungu mm. Aya, ni maamuzi ya Mungu kwa sababu gani? mm. hata sisi wanetu tunaendelea kuzaa Mungu mm. akileta shani tukizaa mtoto kama yule, mm. itakuwaje yeye? kwani mjukuu wake au mwanawe anakataliwa ibaba mm. angesikiaje au mm. angelipokeaje? kama mzazi itakiwa angalie huku kwanza Binafsi mwaka watatu hapo kwenye ndoa. Mume ile kuoa kimo chake ni sawa na mimi. Hapana. Mm. Sio kama jumla. Matarani viatu ambavyo amevaa kwa utaruda huo. Wewe ungeweza kuvaa, kwa maana kwamba mume ambaye yeye anataka kumwona naye, anataka kumwona kwa kale, anataka kukuoa wewe. Ama huyo ambaye alikuwa nao, ule alikuwa naye wewe. Ai, ambaye angekuja angekuwa kama jumla ungeweza kuzipa. Yani kiatu cha kwangu kingeaaum, binafsi ni maumivu Mina makali kali sana, ningeumia hata kiatu anacho kanari, lakini maumivu na mimi pia nayapata, kwa sababu ni niani ni mdogo wangu, inauma. Baba alichokifanya ni wazi, anamtia ya nafsi. Yaani, siku ya ndoa anakuja yani, kukatisha ndoa kisa kimo cha mwanaume kweli. Kwa nini asingeiacha ndoa ikapita. Gharama ee, kwenye kutengeneza shughuli. Eh, gharama ipo, ipo gharama, sijui mwenyewe, kwa sababu baba ndio kichwa cha hii familia. Sasa sijui mwenyewe, yaani anamichukulia aje gharama ni nyingi, kama hivi navyoona, tumeangaika magauni, makeup, nini, vya vyakula, yaani gharama ni nyingi kweli ndugu wa karibu kwa maana kwamba kama kuna muda mkubwa, kama kuna yeyote ambaye angeweza kuzungumza baba ajaribu kufanya hivyo. Na baba je, amebariki kutangua kauli yake? Sasa amefungua milango muda wote kuchukua mke. Hilo swala la kuzungumza bado sijajua, kwa sababu ile swala ndio limetokea, itabidi tukutane ndugu tukiwepo naye mwenyewe baba na ndugu wengine, tukae tulizungumzia ile, lakini yani mimi ningependa <coughs> baba ungane na sisi, Junaidi aje amchukue mkewe. Hili swala sio zuri na ni mkosi kwa manawe na pia ni zambi mulaitu, hapendi hiki alichokifanya babaangu, hapendi, kama familia yenu inapata aibu, tena kubwa sana. Ni aibu kubwa mno, ajui tu anaweza kachukulia kawaida, lakini ni aibu. Hivi unadhania una mdogo wangu atatoka nje? Hawezi, ni kitu cha aibu siku ya ndoa ndoa anakuja kuvunjika hmm. Nilisikia kuna mtu alisema kwamba uenda kama kuna kuna imani fulani za kishirikina, kuna uwezekano huo, labda kuna mtu ameweka kitu chake, kama alivyokuambia hakuwahi kumuona Walikuwa mm. mara ya kwanza kumuona kwa mkono wa mtu tulizungumzie hili. Tutajua vipi tutaongea na baba mpaka akubaliane na sisi, aungane na sisi. Alisika baba <coughs> mm. wakati anamwambia kwamba akifanya ni makosa, e, una kama vile unahalalisha watu wa kazini vijana hmm. yeah, watoto wamependana kuifanya kuifana ndoa unakatisha. Baba alisema ni kuradhi ni ngia, lakini si kukubali mwanaume mwenye kimo kama hiki, nikataza zina ikiwa maana amepata riski ya ndoa, kwa nini akatishe hii ndoa alafu akubali watu waende wakadhini? Kwa kweli, ili baba hayuko sawa kama alivyokuambia. Mimi siko mm, pamoja na baba. Nampinga baba juu ya hili mm -hmm. Siwezi kuungana naye mtaani mm -hmm. na ni aibu tu mm ni -hmm. Aibu yeye anaweza akalichukulia kawaida mm -hmm. lakini ni aibu kwetu sisi. Mm. Kwa sababu sisi tukiwa kama familia ni aibu kubwa sana mm. Kama dada mnisi, maneno gani sahihi ya maneno sahihi ambayo naweza nikamwambia mdogo wangu aa mm. amuombe dua Mungu sana juu ya hili. Ikiwezekana leo usiku aamke aswali sana kumwomba Mungu wake ili mm. hili, hili swali alifanyaje lifunguke na baba aweze kukubaliana na hili amchukue mwanawe au am amwite mkwewe amchukue mkewe, waidi wakaishi. mm. aombe sana Mungu, na mimi niko pamoja naye, nitashiriki mm. hii dua. mm. Mungu amfungulie milango mm. aweze kuishi na nani na mume wake. kwenye hili upo ladhi za sandoa, ameshindikana mahusiano ya hapa, mimi mm. siko radhi, kwa sababu mdogo wangu pale ndo alipopenda. mm na nitajitahidi kukaa na baba tutaongea. Asante.